Taarifa kwa umma kuhusu potoshwaji wa taarifa zilizoandikwa na gazeti la Mwanahalisi kuhusiana na uchaguzi wa bunge jimbo la Kijitopele. Katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwanahalisi toleo la namba 322 na tarehe 18, mwezi Januari mwaka 2016, kuna taarifa yenye kichwa cha habari neki aibua mapya. Kichwa cha habari hicho kimeshereheshwa na vibwagizo viwili, kibwagizo cha kwanza kimeandikwa, Jaji Lubuva atangaza jimbo jipya na kibagizo kingine kikisomeka ni miezi mitatu baada ya uchaguzi. Kwa ujumla, maelezo yote yaliyopo katika taarifa hiyo yanaeleza kwamba tume imeanzisha jimbo jipya la Kijitopele. Kwa mujibu wa taarifa gazeti husika, jimbo hilo ni jimbo la Kijitopele lopo mjini Magharibi, Zanzibar. Tume ya Taifa ya Uchaguzi inapenda kuutaarifu umma wa Watanzania wote kwa ujumla kuwa taarifa iliyotolewa na gazeti la MwanaHALISI sio za kweli, ni za uongo, uzushi, uzandiki na uchochezi. Ufafanuzi. Tume inapenda kutoa ufafanuzi ufuatao kufuatia taarifa hiyo. Moja, tarehe 13 Julai mwaka 2015 Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilitoa taarifa kwa vyombo vya habari ikiorodhesha maji majina ya majimbo yatakayofanya uchaguzi mkuu tarehe 25 Oktoba mwaka 2015, na jimbo la Kijitoupele lipo katika orodha hiyo. Taarifa hii ipo katika tovuti ya ya tume ya www.nec.go.tz. Katika taarifa hiyo, tume inaeleza wazi kuwa majimbo ya Zanzibar yataendelea kuwa hamsini ingawaje tume ya taifa, tume ya uchaguzi ya Zanzibar imeongeza majimbo manne na kuwa 54. Tulieleza sababu za kubakia na majimbo hamsini ni kutokana na matakwa ya ibara ya 98 bara ndogo ya kwanza B ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ambayo hii inasema ili kuongeza idadi ya wabunge kutoka Zanzibar kunahitaji theluthi mbili ya wabunge kutoka Jamhuri ya Muungano kutoka Tanzania bara na theluthi mbili ya wabunge kutoka Zanzibar kuunga mkono mabadiliko hayo. Tueleza kuwa kipindi hicho tume isingeweza kuandaa na kuwasilisha muswada serikali inatimia kuwasilisha bungeni kwa kuwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilikuwa linamalizia muda wake katika taarifa hiyo ilifanuliwa kuwa ili kubaki na majimbo hamsini kwa kushirikiana na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, majimbo manne yaliunganishwa kwa ajili ya uchaguzi wa bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaotoka Zanzibar. Majimbo yaliunganishwa ni jimbo la Bububu lililounganishwa na jimbo la Mtoni likaitwa jimbo la Bububu. Jimbo la Mwera lilounganishwa na jimbo la Mtopepo likaitwa jimbo la Mwera. Jimbo la Kiembe Samaki liliunganishwa na jimbo la Chukwani likaitwa jimbo la Kiembe Samaki jimbo la Pangawe liliunganishwa jimbo la Kijitopele kaitwa jimbo la Kijitopele na jimbo la mantiki. Na kwa mantiki hiyo, jimbo la Kijitopele ni moja kati ya majimbo hamsini ambayo Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilisimamia na kuratibu uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na uchaguzi wa bunge waja wanatoka Zanzibar wa kuingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka 2015, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilitoa taarifa kwa umma kuwa ilishapokea matokeo ya kura za rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kutoka majimbo yote ya Zanzibar. Naomba nirudie, tarehe 28 mwezi wa Oktoba mwaka 2015, tar tume ilitoa taarifa kwa umma kuwa ilishapokea matokeo ya kura zote za rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kutoka katika majimbo yote ya Zanzibar, sio kura za ubunge, sio kura za ubunge kama ambavyo gazeti linaripoti. Aidha, Desemba tarehe 19 mwaka 2015 tumetoa taarifa ya orodha ya majimbo ambayo hayakufanya uchaguzi wa bunge tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka 2015 kutokana na itilafu mbalimbali na vifo vya vya wagombea. Majimbo hayo ni manane, jimbo la Kijitoupele Zanzibar likiwa miongoni. Ni vyema wananchi wakafahamu kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi haikuanzisha baada ya uchaguzi mkuu na haijaanzisha jimbo lolote baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka 2015. Aidha, sio kweli kwamba majimbo yote hamsini ya Zanzibar yamefanya uchaguzi wa wabunge wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tayari wabunge waliochaguliwa ni arobaini na tisa kutoka Zanzibar na bado mbunge mmoja wa jimbo la Kijitopele ambao jimbo lilioajirishwa uchaguzi kutoka kutokana itilafu za karatasi za kupiga kura. Hii inaonyesha ni kiasi gani mhariri wa gazeti la Mwanahalisi aliyodhamiria kupotosha umma, kwani katika makala au taarifa hiyo ambaye anadai hakuna jimbo la Kijitopele anaeleza kuwa tarehe 25 Oktoba wapiga kura wa jimbo la Kijitopele walikosa fursa ya kumchagua mbunge. Hii anadhi anajua kabisa kwamba Kijitopele halikuwa ni jimbo na halikupiga kura, ndio maana anasema tarehe 25 watu wa jimbo la Kijitopele hawakupata fursa ya kumchagua mbunge kwa sababu tuliahirisha uchaguzi wa mbunge Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika eneo hilo. Amemtaja mhariri wa Mwanahalisi kuwa ni wapiga kura katika jimbo la Kijitopele ambalo anadai eti Tume ya Taifa ya Uchaguzi imeliibua miezi mitatu baada ya uchaguzi. Huu ni uongo na upotoshwaji wa makusudi kabisa. Tume inapenda wananchi waelewe kuwa hata kabla Tume ya Taifa, hata kabla ya ya Zanzibar, ya ya Tume ya Taifa, hata kabla tume ya uchaguzi ya Zanzibar haijatangaza kufuta matokeo ya uchaguzi wa Zanzibar, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilishatoa tangazo la kuahirisha uchaguzi katika majimbo manane likiwemo jimbo la Kijitopele kwa sababu za vifo vya wagombea na hitilafu mbalimbali. Jimbo la Kijitopele ni miongoni mwa majimbo nane ambayo yaliahirisha kufanyika uchaguzi wa bunge tarehe 25 Oktoba, ambapo majimbo sita ambayo ni Rushoto, Ulanga Mashariki, Masasi Mjini, Ludewa, Handeni, Arusha Mjini, yaliahirishwa kutokana na vifo vya wagombea na majimbo mawili ya Kijitopele Zanzibar na jimbo la Lulindi Masasi yaliahirishwa uchaguzi kutokana na itilafu mbalimbali mbali. Kuhusu uteuzi wa ubunge wa viti maalum, tume inazingatia matakwa ya ibara ya 78 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mwaka 77. Inaeleza kuwa ili chama, kila chama kilichoshiriki uchaguzi na kikipata, eh, angalau asilimia 5 ya kura zote halali za wabunge, ya kura zote halali za wabunge, kinastahili kupata viti maalum vya ubunge. Hivyo viti maalum vivyobakia haviwezi kujia kugawanywa ambavyo ni viti vitatu hadi jimbo la Kijitopele litakapokuwa limfanya uchaguzi. Jimbo la Kijitopele litafanya uchaguzi hapo Tume ya Taifa ya Uchaguzi itapotangaza tarehe ya kufanya uchaguzi. Mhariri wa mwanaHALISI alipaswa kufanya uchunguzi na uchambuzi wa kina kuhusu habari aliyochapisha, ikiwa ni pamoja na kuwasiliana na viongozi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambao tungempa ufafanuzi wa jimbo la uchaguzi na namna wabunge vitu vinavyopatikana na sio kutoa taarifa za uchochezi uongo upotoshwaji, kama alivyofanya mhariri wa gazeti la MwanaHALISI. Atambue kuwa uandishi wa habari ni zaidi ya kushika kalamu na kuandika, kujua karatasi, ni zaidi ya kuchapisha habari kwenye gazeti zisizokuwa za sahihi. Uandishi wa habari unahusisha uwezo wa kutafuta habari sahihi, uwezo wa kupata taarifa za pande zote mbili ili kupata mizania habari unayotaka kuiandika, uwezo wa kufanya utafiti na pia uwezo wa kujiridhisha pasipo shaka, kutoa habari ambayo itakuwa ni sahihi. Kwa kuwa mhariri wa gazeti la MwanaHALISI alikusudia kupotosha umma, kwa sababu anazifahamu yeye mwenyewe, kwa kutoa taarifa zisizo sahihi, za uongo na za uchochezi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi inamtaka mhariri wa gazeti la MwanaHALISI kuiomba radhi Tume ya Taifa ya Uchaguzi ukurasa wa mbele watoleo lijalo, kama alivyofanya katika gazeti lake la tarehe 18 mwezi huu. Kama wasipofanya hivyo, Tume ya Taifa ya Uchaguzi itachukulia hatua kali za kisheria, ikiwa ni pamoja na kuitu, kuipelekea mamlaka inayohusika na usajili wa magazeti. Mimi ni Kailima Ramadhani, mkurugenzi wa uchaguzi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Asanteni sana kumsikiliza.